Hakika huu ni ujinga wa mwaka kutokea. Epukana na ujinga. Kama bado fanya kusubscribe like na kushare katika chaneli yetu. Tuanze. Hapo zamani za kisasa, katika mtaa wa Kinondoni, alikuwapo kijana mmoja anayeitwa Kidevu. Kidevu alikuwa anajulikana kwa utani mwingi, lakini jambo moja lilimkera sana, kutaniwa kuwa yeye ni mjinga kwa sababu alizaliwa tarehe moja Aprili, siku ya wajinga duniani. Kwa miaka mingi, marafiki zake walikuwa wakimcheka na kumfanyia mizaha eti, wewe ni mjinga wa kuzaliwa, sio wa kujifunza. Kidevu alichoka na kejeli hizo, akaamua mwaka huu lazima awazibue macho marafiki zake. Siku mbili kabla ya tarehe moja Aprili, alitangaza kwa mbwembwe: Jamani, mwaka huu nataka niweke historia! Nitafanya sherehe kubwa ya kuzaliwa. Nimechoka kudharaulika! Birthday yangu hii inakuja na na keki ya maana, chakula, vinywaji, kila kitu! Karibuni sana! Marafiki zake walifurahia, wakaanza kupanga zawadi na mavazi ya kuvaa siku hiyo. Wengine walikopa pesa ili wasionekane wachoyo kwenye pati ya Kidevu. Siku ya tukio ilipofika, jioni wakaenda nyumbani kwa Kidevu wakiwa na zawadi zao, wakiwa tayari kula na kunywa kwa raha zao. Lakini walipofika hapo, wakakuta nyumba kimya. Hakuna muziki, hakuna mapambo, hakuna harufu ya pilau. Mmoja akauliza, "Vipi bro, tumechelewa au bado unajiandaa?" Kidevu akatabasamu kwa ujanja na kusema, Karibuni sana, wageni wa heshima! Ila kabla ya yote, nataka kuwaambia kitu muhimu. Mimi sijazaliwa tarehe moja Aprili, na pati yenyewe hakuna mkuna. Mwaka huu mjinga si mimi, bali ni nyinyi! Wote wakabaki midomo wazi kwa mshangao. Ndipo mmoja akagundua kilichotokea, akapiga kelele, "Aisee! Tumeliwa! Tumekuwa wajinga wa siku ya wajinga!" Kidevu alicheka hadi akashika tumbo, akawaambia mlikuwa mnanicheka miaka yote, leo mmeonja dawa yenu. Swali ni nani mjinga kati ya Kidevu na marafiki? Hakika epukana na ujinga, ili kuondoa ujinga hakikisha umesubscribe channel yetu, then kama bado huja subscribe, share, like na kutoa comment. Karibu tena hapa hapa Hastenic Production kwa simulizi kali za kijanja na za kufundisha kwa rika zote. Karibu jiunge nasi tuwe wote. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi Hastenic Production, when working at dedication.